Ombi ya watoto wadogo, Mungu anafanyaje? Tukiwa tunapiga magoti tumuombee mkurugenzi, tuwaombee watu wa Marekani wanaotuletea fedha, tuwaombee pia wageni wanaokuja kutuona. Mimi nimeguswa sana, na mimi katika maisha yangu kwenye kituo hiki nitakuwa ninachangia kila mwaka. Manielewa vizuri eh? Ndio nitakaa na mkurugenzi hapa, tutaona mapungufu. Jana mwalimkuu aliniambia mnahitaji vifaa vya vifaa vya useremara hivyo tutasaidia, tutatumia ofisi yangu kuona namna ya kuwasaidia vifaa vya useremara. Kwa leo mnaona mlichokuwa mna pakua hapa wangapi mnapenda mikate? Tumeambiwa mko watoto mia moja eh? Tumwaleteni mikate pisimia za chai. Tumwaleteni sukari kilogramu ishirini na tano za chai. Tumwaleteni katoni ziko kama kumi na sita za soda na juices. Tumwaleteni kilo sabini na tano za mchele. Amina. Na nitakuwa na wakumbuka na kuwatembeleni kila mara kwa mara. Heri ya mwaka mpya tena. Amina. Umeomba shati themanini za rangi nyeupe, hizo nakubali. Umeomba jora ngapi jumla? Jola sita naomba pia na hizo ni kubali. Aya, leo ni Januari umesema eh? Mungu hubariki kuanzia Januari hadi robo hii ya kwanza, yaani kuanzia mwezi Januari hii, mwezi Februari huu, mwezi Machi, kabla hujaisha mwezi Machi nitaleta vitu hivyo vyote hapa kituoni. Chukua changamoto aliyeisema mwalimu mkuu ambayo ina uwezo wa kuitatua, cherehani kumi, cherehani kumi nitaleta, kufikia mwezi wa sita atakuwa nimeleta vyote hivi. Ina maana watoto wetu wataweza kushona vizuri. Sasa hivyo utatoa kwangu kama familia Kituo kina jumla ya wanafunzi mia moja na hamsini na mbili ambapo kwa upande wa shule ya msingi wanafunzi takribani sabini wanaosoma na kwa sekondari wanafunzi takribani themanini na kuna wengine watatu ambao wenyewe ndio aa, wana changamoto ya kiafya, kwa hiyo wao wapo katika vyuo vya, vya ufundi kwa ajili ya kujifunza stadi za mikono, maana masomo ya darasani hawawezi kuendana nayo moja kwa moja. Watoto hawa tunawapata kutoka katika jamii na jamii hii inabainishwa kupitia pale mzazi, ambapo anakuwa anaona hawezi kumhudumia mtoto au mtoto mwenyewe anakatika changamoto, ameachwa na wazazi au wazazi wake wapo, lakini hawana uwezo wa kumhudumia mahitaji yake ya msingi, basi wazazi hawa tumekuwa tukiwaasa waonane na ustawi wa jamii uh, upande wa serikali baada ya kufanya utafiti na kujiridhisha, basi ustawi wa jamii wamekuwa kuchukua zile taarifa za watoto na makazi yao na kisha kuwasiliana na uongozi wa makao kwa ajili ya kuwaleta makaoni ili waendelee kupata huduma. Ndivyo hivyo hivyo, wakati wanapokuwa wakifika muda wa kuondoka, basi serikali inakuja inaenda inafanya utafiti tena nyumbani kwao kuangalia mazingira kama ni rafiki wale watoto, baada ya kufikisha miaka kumi na minane na baadaye wanaunganishwa na familia zao. Ujio wa Dr. Bwire katika kituo hiki kwanza imekuwa ni baraka. Tumefurahi kupokea uh, ujio wake na wajumbe wote alionao, lakini pia kwa siku ya leo tunashukuru kwa sababu ni siku ya tarehe moja na amefika kwa ajili ya kusherekea nasi katika kituo hiki, na chakula ambacho kimekuja tunakishukuru kwa sababu ni moja ya mahitaji muhimu kwa mwanadamu sasa na ahadi mbalimbali ambazo zimeendelea kutokea, tuendelea kumwombea kwa Mungu ili kwamba achukue sehemu ya mahitaji ya taasisi na kuwa sehemu ya chachu katika kuyatekeleza kwa ajili ya manufaa ya watoto walio katika mazingira magumu na ambao hukupata nafasi ya kujaliwa katika maisha yao kwa namna moja au nyingine. Ah, tuiweke wazi tu kwamba hiki kituo wasikichukulie kwa mtazamo kwamba kuna wazungu hapa ambao wanakihudumia. Wale ni wahisani ambao wameona kuguswa na mahitaji, lakini hawa watoto ambao tunahudumia ni watoto wa jamii zetu. Kwa hiyo wao pia wana haja ya kuungana na hao wadau wengine ambao walionyesha dhamira ya kutengeneza miundombinu kwa ajili ya kuja kuwashika mkono, kwa chochote walichonacho, ikiwa ni mavazi, ikiwa ni sabuni, ikiwa ni vyakula wanaruhusiwa kuleta nakunana, na kuonana na uongozi na wakavikabidhi, maana bado ni watoto wao na watoto wa jamii yetu ambao tunawahudumia, na wanaipaswa kuwa na mahitaji muhimu ambayo hata katika familia zao wanayatoa. Kwa majina anaitwa Francis Faustin Dengo. Sasa napenda na kutoa shukrani kwa kila ambacho Dr. Bwire ametuletea katika siku hii ya leo, ambayo ni siku ya, ya kwanza ya mwaka elfu mbili ishirini na sita napenda kushukuru ya kwamba kwa, kwa kile Mungu alichokujalia wa waweza kutufikishia katika siku ya leo. Mungu akaweza kubariki pale, aweze kuwazidishia.